Nchini Kenya, upinzani nchini humo umemshutumu rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa IEBC bila mashauriano, hatua wanayosema kwamba huenda ikavuruga uchaguzi mkuu ujao mwaka elfu mbili na ishirini na saba. Hata hivyo, viongozi wanaoegemea upande wa rais wameutaka upinzani kuwasilisha malalamiko yao kwa kamati ya bunge inayoshughulikia masuala ya haki na sheria. Kutoka jijini Nairobi, mwandishi wetu Shisia Wasilwa ametutumia ripoti ifuatayo. Wanasiasa wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha Waipa, Kalonzo Musyoka, wamemnyoshea kidole cha lawama rais William Ruto kwa kuwateua makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka bila kushirikisha wadau wengine kama ilivyopendekezwa katika ripoti ya maelewano ya kitaifa maarufu Nadco. Huwezi kuwa wewe ni mchezaji na unachagua wewe refarii yako, haiwezekani. Sisi tuko tayari hata Ruto mwenyewe akijifanya ndiye chairman wa IBC. Ruto must go. Akizungumza wakati wa mazishi katika eneo bunge la Matungulu, kaunti ya Machakos, Kalonzo amesema uteuzi wa Erastus Edung Ethekon kwa mwenyekiti mpya wa IEBC umepunguza imani ya umma kwa tume hiyo na kwamba hatua hiyo inahatarisha uhalali wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wabunge kutoka jamii ya Wakamba wakiongozwa na mbunge wa Kathiani Robert Mbui na seneta wa Makueni Daniel Manzo wamesema upinzani utawasilisha kesi mahakamani kupinga uteuzi huo wakidai kuwa urafiki wa kifamilia na upendeleo ulitawala katika uteuzi wa makamishna hao saba wapya. Huku hayo yakijiri, viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula wamewataka viongozi wa upinzani kufuata utaratibu wa kisheria. mwananchi yeyote ambaye ana maneno, hata wale wanasiasa ambao wanapinga, peleka maoni yenu kwa kamati ya bunge ya jaila hii manene ya IEBC ambaye rais ameweka kidole. Sisi tunataka kusema kwamba wabunge mpitishe hii manene ya IEBC ili tuwe na IEBC. Ningependa kumuuliza ndugu yangu Kalonzo, tafadhali nionyeshe kwa hii sheria ambayo tulipitisha ni wapi inasema ati Kalonzo mpaka aulizwe. Erastus Edung Ethekon, ambaye ni mwana sheria kwa taaluma, aliteuliwa na rais kuwa mwenyekiti mpya siku ya Alhamisi. Kwa sasa majina ya mwenyekiti huyo pamoja na makamishna walioteuliwa yamewasilishwa kwa Bunge la Kitaifa ili kuthibitishwa kulingana na sheria za IEBC na sheria ya uidhinishaji wa uteuzi wa umma. Makamishna wengine walioteuliwa ni Angeline Deritu, Moses Alutalala Mohwana, Mary Karen Sarobot, Asn Nur Hassan, Francis Obiambo Odwal na Fahima Arafat Abdallah. Kikosi hicho kipya, kikiidhinishwa na bunge, kitahitajika kuandaa kura ya maoni kuhusu masuala mawili muhimu, yakiwemo mipaka ya maeneo ya uchaguzi na marekebisho ya katiba kwa sababu ya upangaji upya wa muundo wa serikali kuu na kuanzishwa kwa ofisi rasmi ya upinzani, kama ilivyoainishwa katika ripoti ya kamati ya majadiliano ya kitaifa. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.